Tuelekee Kwale ambapo kwa miaka mingi wafanyabiashara na wamiliki wa ardhi katika kaunti ya Kwale wamekuwa wakitaabika kulipa ada za leseni na malipo ya mashamba, hali iliyowalazimu kusafiri mwendo mrefu hadi makao makuu ya kaunti hiyo. Hata hivyo, hali hii ni tofauti kwa sasa baada ya gavana wa kaunti hiyo Fatuma Achani kuanzisha mpango wa kukusanya ada za kaunti kupitia huduma za mitandao, ambazo zimerahisishia wafanyabiashara wa Kwale huduma za kupata leseni na kulipia ada za kaunti. Zamani nilikuwa nikipata shida sana na mambo ya permit, likuwa usafiri mpaka Kwale. Ukifika huko watu wamejazana, ni wengi kwa sababu ile eneo bunge lote likuwa watu wakikata Kwale. Lakini kwa sasa hivi venye kaunti wamekuja na hii system mpya, haina haja ya usafiri mpaka huko. Wewe ukiletewa invoice unalipa tu hapo kwa duka, alafu wanakuletea permit yako. For a client for a county or anywhere in Kenya.